Mtazamaji jongoo hapotei shimo lake, hata giza litande vipi. Na kama ilivyo kwa dunia ya leo, matukio yanaibuka, sauti zinazungumza na historia inaendelea kuandikwa. Hii ni taswira ya runinga ya Alchifa, Jumatatu ya tarehe 13 mwezi Oktoba 2025. Lakini kwanza ni vipasho: serikali ya kaunti ya Mombasa yajitenga na tukio la hafla ya mashindano ya boti eneo la Tudor. Waziri Soipan Tuya atangaza rasmi kuanza kwa zoezi la uandikishaji wa vijana kujiunga na jeshi. Mtoto wa miezi minne auliwa kinyama Matioli Butali, kaunti ya Kakamega. Na michezoni, vijana wa Alshifaa Midi FC watoshana nguvu na vijana wa Kwale United, goli moja kwa moja. Kumbuka, matangazo hayo unaweza kuyapata mubashara kupitia mitandao ya kijamii: Facebook Alshifa Digital Kenya, YouTube ni Alshifa Television Kenya, TikTok, Instagram, X ni Alshifa Media Kenya. Hujambo na karibu, mimi naitwa Joseph Lewa. Tukianza ni kwamba waziri wa barabara na usimamizi wa majanga katika kaunti ya Mombasa hii leo, Dan Manyala amethibitisha kwamba operesheni ya uokoaji umekamilika baada ya kupatikana kwa miili yote mitatu, ikiwemo ule wa Caleb Otieno uliopatikana jana. Leo asubuhi Thomas Wanyonyi mwili wake uliopolewa kutoka Bahari Hindi, Chuda Creek hapa mjini Mombasa, kufuatia ajali katika mashindano ya boti siku ya Ijumaa, ajali iliyopelekea vifo vya watu watatu. Shughuli za uchunguzi zinaendelea kubaini chanzo cha ajali hiyo, huku familia zilizoathirika zikipewa usaidizi na mamlaka za kaunti. Ni katika suala hilo ambapo serikali ya kaunti ya Mombasa imejitenga na matukio ya hafla mashinda, ya mashindano hayo ya boti yaliyofanyika katika eneo la Tudor. Akizungumza na waandishi wa habari mapema leo jijini Mombasa, Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Shariff Nassir ameweka bayana kwamba hawakuhusishwa kama kaunti wakati wa mashindano hayo. Hata hivyo, Gavana Nasri amewakishia familia za wahanga wa mkasa huo kwamba watapata fidia inayostahili kupitia kaunti ya Mombasa. Tupate taswira kamili kutoka kwake, Catherine Kabiru. Asante. Asante. Ni siku chache baada ya watu watatu kuzama wakati wa mashindano ya maboti katika eneo la Chuda katika kaunti ya Mombasa ambapo boti iliyokuwa imebeba watu ishirini na wawili ilizama kisha baadaye 19 kuokolewa na wengine watatu wakiangamia. Akizungumza mapema hilo vana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Shariff Nassir amesema kwamba miili ya watu watatu waliozama siku ya Ijumaa tarehe kumi imepatikana ambao walikuwa ni Kale Botieno, Steven Karembo na Thomas Wanyonyi, iliyopolewa sehemu tofauti. Kukuamkia asubuhi tarehe kumi na tatu saa sa saba na dakika tisa na saa saba na dakika kumi na tatu miili mingine miwili iliweza kupatikana miili ambayo kwamba uh, ilikuwa ni ya Kale Botieno miaka ishirini na moja, Stephen Karembo miaka ishirini na tatu, na Thomas Wanyonyi miaka ishirini na nne, wote ambao walikuwa katika mashindano haya ya boti. E, patikana mmoja, ulipatikana pale karibu na ajali ilipotokea, na miili mengine miwili, mmoja ulipatikana Nyali na mwingine karibu na uh, hoteli fulani familia imeweza kutambua na sasa hivi miili yako Coast General Hospital pili. Vile vilevile gavana amedai hawa kuwa hawakuwa wameshirikishwa kama serikali ya kaunti ya Mombasa wakati wa mashindano haya yakiendelea, tofauti na mwaka jana. County Government of Mombasa katika sherehe hii mwaka jana, sherehe hii si mara ya kwanza, sherehe hii mwaka jana, We were involved. Mwaka huu nadhani mutaona wale wote ambao kwamba walikuwa wako pale ambao walikuwa ni sponsors or anything of that nature. The county government of Mombasa was not part of those that were involved. Aidha, pia amewaomba waandalizi wa sherehe hizo kuzingatia vigezo na sheria zote ili kuepukana na majanga kama haya, huku akiahidi vijana wenye talanta ya kuogelea kupata mafunzo katika taasisi mbalimbali mbali. Serikali ya kaunti sasa hivi itaanza kuandika kwa hoteli zozote, um, sehemu zozote za kujivinjari ambao ziko katika bahari. Hawatokuwa na ruhusa ya kukubali jambo lolote la kufanya mashindano kama haya ya kuoga, mashindano ya kufanya uh, mambo ya ya mashindano ya ya ya maboti um, ikiwa kamati yenye kuhusika na mambo ya disaster na kamati ya security ambayo kwamba mimi ndio mwenyekiti nikisaidiwa, uh, co-chair ni county commissioner katika jambo hili. Na baada ya pale, mashindano yote yakiweza kufanywa, ni lazima county disaster team iwe pale, isiwe ni jambo ambalo kwamba halijulikani halieleweki, na watu tu wameamua kuweza kujifanyia. Ya watu ambao kwamba waliweza kusaidia pakubwa, na inaonesha wazi ya kuwa vijana wetu wana talanta ya kuweza kuzama, wana talanta ya kuweza kuokoa, wana talanta ya kuweza kuoga, na pengine tu ni kuwapatia zile certificates. Watafanya mpango BMU zote katika Mombasa, tutachukua vijana kadhaa watawekwa katika attachment ya kulipwa, sio ya bure, na baada ya pale public service board ianze kuharakisha kuwaajiri hawa vijana, na kitambo hiyo kuajiriwa wapelekwe training, kama ni Bandari Maritime Academy wapelekwe training, we will also work with the Kenya Coast Guard kuweza kuwapatia some form of training, uh, vijana wetu hawa Catherine Kabiru, Runinga Al Shifa. Naam, tukielekea kule katika kaunti ya Kilifi ni kwamba aliyekuwa mbunge wa Magarini wakati mmoja Harrison Garama Kombe ametangaza ya azma yake ya kugombea ubunge katika uchaguzi mdogo wa Magarini, harakati zikipata msukumo mkubwa kutoka kwa serikali jumuishi ikiapa kufanya kampeni kwa mapana na marefu ili kuchaguliwa kwa Kombe tena kama mjumbe wa eneo hilo. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana Mwenyezi Mungu na nimeshukuru sana wananchi wa Magarini pia kwa kujitokeza kwa wingi, na bado uh, wengi tunawatazamia kukutana nao huko mbele tukiwa katika msafara kama uh, serikali ya broad based ikiongozwa na mheshimiwa William Ruto na Raila Odinga. Sisi tumeamua kwamba mgombeaji wetu atakuwa huyu mheshimiwa Harry Kombe ambaye ndiye tunataka awe mbunge uh, wa Magarini. Tumpatie fursa ingine tena, yeye amalize kazi zake kwa huu mwaka yale ambayo watu wa Magarini wamekosa kwa hii miaka kama miwili kama mwaka mmoja amekuwa nje, apewe fursa amalize. Na tunataka kuitisha wale wafuasi wetu wote wa chama cha UDA chama cha PA na vyama vingine tanzu vyote vile vya, vya, vya Kenya Kwanza na Broadbase, vyote vingie katika uwanja huu kumtafutia Hari Kombe kura na sisi tutakuwa hapo kwa hali na mali na hii kampeni itakuwa the mother of all battles. Jukumu letu sisi kwa convince. Katika hii campaign period kuwa convince wale warudi, na hiyo ndio we are prepared to do. Kila mtu ambaye ambaye ameudhika amefanya hivi tutaongea nao polepole. Sisi sasa ni kuongea na mtazamaji, tuangalie maswala ya kitaifa ambapo waziri wa ulinzi Soipan Tuya ametangaza rasmi kuanza kwa zoezi la uandikishaji wa vijana kujiunga na jeshi la ulinzi la Kenya KDF kwa mwaka huu 2025. Zoezi hilo la kitaifa litadumu kwa muda wa wiki mbili, ikilenga kuajiri vijana waliohitimu kuingia katika matawi yote matatu ya jeshi: jeshi la nchi kavu, jeshi la wanahewa na jeshi la wanamaji. Waziri Tuya amesisitiza kwamba serikali imeweka mikakati madhubuti kuhakikisha kwamba uwazi na usalama wakati wa mchakato mzima wa uandikishaji. Aidha, ametoa onyo kwa walagai ambao wanadai kutoa nafasi za kazi za wanajeshi kwa njia za zo udanganyifu. Zoezi hili linaloanza rasmi wiki hii linatarajiwa kufanyika katika maeneo yote nchini. Mwanahabari wetu Francis Muo ana taarifa kamili. Point to note, this exercise is starting officially today and it will end on 25th of October.

Ni naibu mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Lieutenant General John Mgaravayo Menda akizungumza katika hafla ya kuzindua rasmi usajili wa jeshi la Kenya KDF uliofanyika katika makao makuu ya usalama jijini Nairobi. Kauli yake ikitiliwa mkazo na waziri wa usalama wa ndani Soipan Tuya ambaye alionya watu wanaolaghaiwa Kenya kwa kujifanya maafisa wa usalama na kutoweka na hela zao kuwa watachukuliwa adhabu kali ya kisheria. Equally the Ministry of Defense is fully aware of the concerns emanating from the wider public regarding the challenges that have marred past recruitment exercises. Allegations of corruption

Have revealed that most of the reported cases did not involve members of the Kenya Defense Forces, but were perpetrated by individuals passing off as KDF leaders or members. Aidha, maafisa ama mtu yeyote ambaye atahusika katika njia yoyote ya hongo atachukuliwa kama mvunja sheria, huku akiongeza kuwa wanashirikiana na vitengo mbalimbali vya mbali serikali ili kuhakikisha zoezi hilo halijakumbwa na tatizo lolote la ulaghai. Recruitment into the KDF is free of charge. We do not ask for bribes. We do not take bribes and we do not give bribes. Anyone doing any of these things is a criminal and should be treated as such. Any officer or staff found engaging in any form of malpractice will be dealt with

Waziri Soipan Tuya amelizindua zoezi hilo rasmi hii leo na kuwataka vijana kujitokeza kwa wingi katika gatuzi zote 47, si kutafuta ajira tu, bali kuhudumia taifa la Kenya. To this end, the nationwide exercise commencing today the 13th of October 2025 shall be conducted across all 47 counties,

To turn out in large numbers for the exercise. Francis Mugo Mwendoa ni kiripotia taswira ya Alshifa. Mtazamaji, kumbuka naendelea kutazama taswira ya runinga ya Alshifa. Tuelekee huko Mitio Olibutali katika kaunti ya Kakamega ambapo mtoto wa miezi minne ameuawa kikatili baada ya kukatwa shingoni na ndugu wa babaye wakati wa sherehe za kitamaduni za kunyolewa nywele ya kwanza. Tukio hilo limeibua majonzi makubwa na maswali mengi kuhusu usalama wa watoto na mienendo ya kifamilia. Kwa mujibu wa ripoti za polisi, kijana anayedaiwa kutekeleza mauaji hayo ni Amondo Mola, mwenye miaka 19. Inasemekana kwamba mama wa mtoto huyo alikuwa amempeleka mwanawe. Kwa mujibu wa ripoti za polisi, kijana anadaiwa kutekeleza mauaji hayo ni Amundo Mola, mwenye miaka 19. Inasemekana kwamba mama wa mtoto huyo alikuwa amempeleka mwanawe nyumbani kwa kina babaye ili anyolewe nywele ya kwanza na nyanyake. Desturi ya kifamilia inayoadhimishwa katika jamii nyingi za magharibi mwa Kenya. Hata hivyo, alipowasili nyumbani hakuwapata wazazi wa kijana huyo bali alikutana na Mondo ambaye alimpokea mtoto huyo akaenda naye nyuma ya nyumba, na baadaye tukio hilo la kinyama likaripotiwa. Mtumiwa sasa yuko mikononi mwa polisi, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha mauaji hayo yaliyotikisa kijiji cha Matio Libutali, eneo la Malava. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya kikatili, tunachukua pumziko fupi, lakini tunarudi na habari za kimataifa, Michezo na Malimwengu, siende mbali, karibu tena mtazamaji. Umoja wa Mataifa kujiandaa kuongeza misaada Gaza, huku maelfu ya Wapalestina waliokimbia wakirejea nyumbani, maswali mengi bado yanasalia kuhusu uhalisia wa mpango wa amani wa Trump kwa Gaza. Makumi kwa maelfu ya Wapalestina waliokuwa wameanza kurejea katika nyumba zao zilizoharibika siku ya Jumamosi, siku moja baada ya usitishwaji wa mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hamas kuanza kutekelezwa Gaza. Shirika la habari la Reuters lilielezea msururu mkubwa watu wa watu wakisafiri kwa miguu kuelekea kaskazini wakipitia barabara ya pwani kando ya fukwe kuelekea jiji la Gaza, eneo kubwa zaidi la nchi kavu katika ukanda huo. Hadi Jumaa la asiri jiji hilo lilikuwa shabaya moja kwa moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya Israel katika vita hivyo. Msemaji wa shirika la ulinzi la raia wa Gaza Mahmud Basala alisema takriban Wapalestina laki mbili wamekwisha rejea kaskazini mwa Gaza tangu usitishaji wa mapigano ulipoanza kutekelezwa. Na mtazamaji, tuelekee michezoni, ambapo Alshifa Media FC walitoshana nguvu na timu ya Kwale United katika shindano la Sisi ni Dola Cup. Kwenye mchezo uliopigwa katika uwanja wa Mombasa Sports Club, bao moja kila upande lilitamatisha 90 na kulazimisha wote kugawana alama. Mwanahabari wetu Francis Muo alishuhudia mtanange huu na kutuandalia taarifa ifuatayo. Vigogo wa Alshifa DFC walitosha na nguvu na wababe wa Kwale United kwa kutoka sare ya kufungana bao moja kwa moja kwenye mechi iliyochezwa katika uga wa Mombasa Sports Club ya raundi ya pili kundi cha ya shindano la Sisi ni Dola Cup. Mabao hayo mawili yaliweza kuzigawanya alama, kila mmoja akitia kibindoni alama moja. Kwale United walitangulia kuliona lango la Alshifami DFC katika kipindi cha kwanza, jambo ambalo lilimfanya kocha wa Alshifami DFC kufanya mabadiliko matatu kwa mpigo. Katika kipindi hicho Alshifami DFC walionekana kupata mwamko mpya ta baada ya mabadiliko <mukia> hayo na kusawazisha dakika ya sitini. Naam, na nikianza ni hongera kwa mchezo mzuri ambao umecheza siku ya leo. Kwa maoni yako haraka haraka, umeona aje mchezo? Umehisi aje mchezo na opponent wako wamekuwa vipi? Eh, kwanza nitashukuru God. Eh, uh -huh. Pili, heshima yote kwa opponent. Damage ya kuwa rahisi hivyo, but tunashukuru God uh, kwa yale mamoja amekupea. uh -huh. yeah. Naam, tuliona katika kipindi cha kwanza waweza, waliweza kupata bao la kwanza na mkaonekana kusuasua kidogo hivyo hadi mkafanya mabadiliko. Unahisi yale mabadiliko yalibadilisha e, mfumo wa kikosi ama ilileta, ile strength kwenye kikosi chenye? Mimi nitasema tactic ni ya coach, so yeye ndo aliona kuna weakness. uh-huh. Na akaamua ku make changes, so coach akiamua ku make changes yote kama wewe player ame sacrifice utoke nje kunaenda tu, so like tunaheshimu coach na pia opponent amekuja fiti. uh-huh. E, ilikuwa game ya kwanza si kwa game yetu ya pili tulitarajia maximum points but uh, haikuenda vile tulitarajia but shukran kwa Mungu pia. Naam. E, eh na tumeona umetoka, mweza kutoka sare mmeridhika na sare ama mlikuwa mnahisi kwamba e, mlikuwa mnafaa kupata alama zote tatu? Hey, ilikuwa ni kuenda maximum points. Okay. Uh, moja pia si mbaya, but uh, yetu ilikuwa maximum. Yeah. Okay, hongera sana na shukrani kwa kuongea nasi. Asante. Tunapatana na mchezaji ambaye anatoka timu ya Kwale United, atatuambia majina yake na pia maoni yake kuhusu mchezo wa leo. Hali vipi? Safi kabisa. Naam, majina yako na hali, mchezo umeona vipi? Kwa majina, naitwa Julius Mwarua. naam. Mimi ni mchezaji wa Kwale United, mcheza center back. Mchezo umekuwa mzuri, tulijipanga na pia opponent pia walikuwa wamejipanga na mlianza, mlitangulia kwa kufunga bao na dakika za kwanza mlionekana kucheza vizuri, lakini kuendelea hivi wale Ashifa Mid FC wakaweza kufunga, alafu mkaonekana kutulia. Nini ilibadilika baada ya ile bao mlifunga, kwani mlitulia ama kulienda vipi? Uh, kuna changes kidogo imefanyika ndo imetukoroga hapo uwanjani kama, sisi kama players Lali, lakini after hapo kujua tum, kuna mali kumebadilika kocha akanania akaita baadhi ya players wawili watatu na akarekebisha ile makosa na tukarudi tena imara kama ulivyoona. Naam, ni mchezo wenu wa kwanza kwenye kundi cha mmepata alama moja, mnaridhika na alama moja ama mlihisi mnafaa kupata alama zote tatu. Aa, kwa kweli tulikuwa tuna tuna hamu ya kupata alama tatu, lakini katika mchezo kuna, kuna, kuna mambo matatu, draw, win na, na lose. Sasa hiyo imetokea na tutaenda tunarekebisha na next match tutarudi tuta tukiwa saa na tutavuna tuta alama zote tatu. Okay, shukran kwa kuongea nasi na kila laheri. Asante pia. Naam, ni hapa kwenye uwanja huu wa Mombasa Sports Club ambapo e, mechi kati ya Al Shifa Media FC imeweza kutamatika wakicheza dhidi ya Kwale United na wote wametoka sare ya bao moja kwa moja hivyo wote watakuwa anagawana alama, nikiwa ni mechi ya raundi ya pili kwa upande wa Al Shifa Media FC na ni mechi ya kwanza kwa upande wa Kwale United, Alshifa Media FC sasa watakuwa na hatua kileleni cha kundi cha na alama nne nao e, Kwale United watakuwa wanatoka na alama moja wakiwa wamecheza mechi moja, Alshifa Media FC mechi moja, nikiripotia e, taswira ya Alshifa Media FC hapa viwanjani, mimi ni Francis mu na kitaifa mtazamaji ni kwamba beki wa kulia wa Harambee Stars Runi Onyango atashiriki katika mchezo wa kesho dhidi ya Ivory Coast mjini Abidjan baada ya kufungiwa mechi moja. Onyango nikipiga katika ligi ya Norway alipokea kadi ya njano ya pili kwenye mechi dhidi ya Burundi baada ya kuonywa kwa mara ya kwanza mwezi Machi katika mchezo dhidi ya Gaboni uliochezwa uwanjani Nyayo. Kwa mujibu wa kanuni za CAF, kadi hizo mbili za njano zinamfanya kukosa mchezo muhimu wa kufuzu dhidi ya tembo wa Ivory Coast. Pambano ambayo linatajwa kuwa la kuamua hatima ya Kenya katika kampeni hizi za kufuzu. Na tuelekee kule ugaibuni tuangalie habari za uhamisho ambapo klabu ya Real Madrid imeripotiwa kutuma maskauti wake kumtazama mchezaji chipukizo wa Arsenal Max Domana, wakati wa mechi za Euro vijana usizidi miaka 19 ambapo Uingereza ilitandika Ubelgiji magoli manne kwa moja katika mechi iliyochezwa nchini Hispania mwishoni mwa wiki hii. Domani ni mchezaji mchanga ambaye ameonekana na kiwango cha kipekee uwanjani akiwa na miaka 15 pekee akiwavutia maafisa wa Real Madrid kutokana na nidhamu, kasi na uwezo wake wa kudhibiti mchezo. Ripoti zinasema kwamba miamba hao wa Uhispania wanaweka, ama wanaweza kuanza mazungumzo rasmi, endapo kijana huyo ataendelea kuonyesha kiwango bora katika mashindano yanayokuja na klabu ya galatasaray kutoka uturuki inaongoza mbio za kumsajili beki wa uholanzi tyrell malacia kutoka manchester united malacia ambaye hajaonekana uwanjani kwa muda mrefu kutokana na jeraha anahusishwa na mpango wa kujiunga na vigogo hao wa istanbul kabla ya msimu ujao huku akiwa hayuko kwenye mipango ya the red devils ndani ya ngarambe za msimu huu wakati huo ni kwamba manchester united wanakabiliana na ushindani mkali kutoka kwa spurs katika mbio za kumsajili kiungo wa kati wa Sporting Lisbon, vilabu vyote viwili vinadaiwa kuvutiwa na uwezo wa kifundi wa kiungo huyo raia wa Denmark. Na klabu ya Arsenal nayo inadaiwa kuangalia uwezekano wa kumsajili kiungo wa Sevilla Lucien Agwame dirisha la Januari likaribia kufunguliwa. Aguame ana kifungu cha kuachiliwa cha euro milioni 40, lakini Sevilla wanaweza kukubali dau dogo endapo mchezaji huyo ataonyesha nia kuhama. Majeruhi ya kina Nogada na Martin Odegaard yameharakisha mazungumzo hayo ili kupiga jeki katika safu ya kiungo cha kati cha Arsenal. Habari nyingine nzito ni kwamba Manchester United sasa wako tayari kumuuza nahodha wao Bruno Fernandes. Ripoti zinaelezea kwamba mazungumzo yameanza na maafisa wa Saudi Arabia kuhusu uhamisho wa fedha mwaka 2026. kiungo huyo wa kimataifa Ureno amekuwa nguzo muhimu katika kambi hiyo licha ya timu hiyo kufanya vibaya katika kampeni za hivi karibuni katika ligi ya Uingereza na huko Anfield ni kwamba Liverpool wako kwenye mazungumzo ya kumsajili beki wa Borussia Dortmund wa Ujerumani Nico Schlotterbeck. Timu hiyo inatafuta mbadala wa Giovanni Leona, tineja aliyepata jeraha la muda mrefu la goti, yani ACL. hata hivyo kambi ya Liverpool inaendelea kutathmini majina mengine ikiwemo mak kehi, ili kuimarisha safu yake ya kujilinda hasa kuelekea msimu huu. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo tuwaangazie Mwalimu Mwengu ambapo tunaangazia mnyama anaitwa Ayala. Katika nyika pana za Afrika kila kiumbe ana siri yake ya kuishi, lakini leo tunakuletea simulizi ya ajaba. Yaani ni simulizi ya mnyama anaitwa Ayala. Ayala ni mnyama ambaye anafanana na swara, lakini kiumbe wa ajabu sana. Anapokuwa na maji, ngozi yake hunukia vizuri sana na hakuna mnyama ambaye anamgusa. Lakini akikosa maji, mwili wake huanza kunuka harufu ambayo huvutia simba chui na wawindaji wengine hatari sana. Kadri kiu inavyomzidia, ndivyo harufu yake inavyozidi kumtangaza kwa maadui. Usalama wa Yala huko ndani ya maji, akiingia majini harufu hiyo hubadilika, ngozi yake hurudi katikati ama katika hali ya kawaida, na maisha yake kuokoka. Ifunzo kwamba kila kiumbe ana maji yake ya usalama, na katika maisha unapokauka ama unapokauka kiroho, kiakili au kimwili dunia itaanza kukusaka, lakini ukirudi kwenye maji yako, mahali pa utulivu, hekima na uhai, utapata amani na maadui watapoteza njia ya kukunasa. Ndo mwalimwengu hayo, mtazamaji wangu, kabla sijatoka ningetaka e, kwamba niweze kusimulia kisa kidogo tu ambacho baadaye utaona kile ambacho utakwenda kujifunza baada ya kisa hiki, ambako kuna jamaa alifungwa jela miaka saba kwa kosa la wizi wa mamilioni ya pesa. Lakini baada ya miaka miwili akiwa jela, akapata barua kutoka kwa babake, ambayo inamwambia mwanangu, umeniacha katika hali ya uzee na maradhi. Wakati wa kutayarisha shamba umefika na sina mtu wa kunilimia. Natamani ungekuwepo ukanisaidia kulima na kupanda mahindi. akamwambia Mwisho kabisa tutaonana Mungu akipenda. Mtoto naye ni nani? Akajibu akasema, baba, tafadhali usije lima katika hilo shamba kwa sasa mpaka nitoke jela. Pesa zote nilizoiba nimezifukia katika shamba hilo. Kumbuka kwamba barua zote za wafungwa usomo na askari wa gerezani. Baba siku ya pili alipoamka akakuta askari magereza zaidi ya 100 wanalima shamba hilo mpaka wakamaliza, lakini wasipate kitu chochote. Mtoto akamwandikia barua baba: "Yake mpendwa baba, natumai msaada niliokupa umefurahia. Panda mahindi sasa. <laughs> E, umeona msaada ambao umepatikana hapo, akisema kwamba alitumia akili e, zile pesa ambazo alikuwa anasemekana kwamba ameziba, ameziweka pale. Askari wanaenda pale, wanalima, wanakosa kile ambacho wamekwenda kukitafuta. Wanasema siku zote mzee hatemii mate. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwariri amekuwa ni Jonathan Mwanzia Nzomo, piga picha ni Francis Muo, mimi naitwa Joseph Leo alata.